Baada ya taarifa ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Joseph Kabila, aliyehukumiwa kifo siku za nyuma kutokana na mashtaka mbalimbali ambayo anamkabili rais huyo wa zamani wa DR Congo, kutokana na makosa mbalimbali ikiwemo mbali, kuunga mkono kundi la M23, kundi la waasi ambayo limesababisha uharibifu katika eneo la mashariki mwa nchi hiyo. Kabila alitiwa hatiani siku ya Ijumaa na mahakama ya kijeshi ikiwa ni pamoja na mauaji, unyanyasaji wa kingono, mateso na uasi. Aidha, alikana mashtaka hayo lakini hakufika mahakamani kujitetea. Pia alikataa kesi hiyo na kusema mahakama inatumiwa kama chombo cha ukandamizaji, na rais huyu wa zamani wa DR Congo mpaka sasa hajulikani alipo. Mzee huyu mwenye umri wa miaka 54 aliongoza DR Congo kwa miaka 18 baada ya baba yake Laurent ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi mnamo elfu mbili na ishirini na moja. Sasa chama cha rais wa zamani wa DR Congo Joseph Kabila cha People's Party for Reconstruction and Democracy kimesema hukumu ya kifo iliyotolewa dhidi ya Kabila imeendeshwa kisiasa na haikuwa ya haki. mimi ni balozi Msaudia. Upi mtazamo wako kuhusiana na hukumu aliyopewa rais wa zamani wa Congo?